Tena katika sehemu hii ya mada katika kipindi hiki cha Morning Trumpet ambapo mada yetu kwa siku ya leo ni kitendo cha wamiliki wa mabasi hapa, nafikiri ningesomeka kama vyombo vya usafirishaji na kujichukulia sheria mkononi za kuadhibu madereva. Je, haki inatendeka? Ni nani alaumiwe? Na kama tulivyokwisha wafahamisha, mgeni wetu katika studio asubuhi ya leo ni Rashid Saleh ambaye ni katibu chama cha madereva Tanzania TADU. Bwana Sale, karibu katika studio zetu, si mara ya kwanza kuja hapa mwenyeji. E, kwa mwenyeji, labda tuanzie kwenye swala lenu ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu, mikataba ya madereva. Maana yake naona ilikuwa kuna vuta nikuvute nyingi mpaka hmm, Rais Kikwete mwenyewe akawafuata nini kuja kutaka kumaliza tatizo hilo, na mara ya mwisho ni kwamba ilikuwa mumpelekee majibu mmefikia wapi? Ndio, ndio. Labda tuanzie hapo hapo, mmefikia wapi? Uh, ni kweli kwamba tumekwenda vizuri kwa awamu ya kwanza, na kikao cha mwisho tulikata tarehe kumi, tulikubaliana tarehe kumi mwezi wa mwe, wa, wa, wa, wa, mwezi huu wa 10, okay. Ya tulikubaliana kwamba kuna vitengo vingi, kwa sababu kuna malori, kuna mabasi, kuna daradara. Kwa hiyo tusingeweza kujadili kwa, kwa ujumla tukiwa pamoja, kwa sababu kila kitengo kina changamoto zake. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba tupange tu, tu, tu, tu, tu tarehe ya kukutana na makundi kwa awamu, kwa sababu viongozi tulioko TADU ni viongozi ambao tunaendesha mabasi tunaendesha malori na tunaendesha daradara. Kwa hiyo gharama za usafirishaji na uendeshaji wa shughuli hizo tunazifahamu, kwa hiyo tuliona hasa tuanzie kwenye maroli na sababu kubwa ya kusema tunaanzia kwenye maroli kwa sababu tunajua lakini, kwamba wako... la, la, ishu silikuwa zaidi ni kwenye mabasi wakati ule, mpaka mnazungumza na rais kwa ujumla uh, ujumla. Ujumla. Kwa sababu chama chetu ilikuwa ni umoja wa madereva Tanzania, kwa hiyo okay. viongozi wake walikuwa ni sehemu ya umoja wao. wow. okay. Eh, kwa hiyo tuliziona changamoto za mabasi kwa sababu tunazijua, tunazijua changamoto za maroli mm. na, na hasa kikubwa zaidi ni sehemu hizi mbili kwenye daladala si sana, kwa sababu wao wana mkataba wa kurejesha mrejesho kwa mmiliki, lakini pakubwa ni hapa kwenye mabasi, ambapo ndipo sheria kali inatungwa kwa ajili ya dereva wa basi, na kwenye manyanyaso zaidi ni huku kwenye malori. Nadhani na hapo Watanzania watakuwa wamenielewa kwamba sheria kali inatungwa, yaani kanuni hizi ndogo ndogo zinapitishwa kwa ajili ya dereva, kumdhibiti dereva wa basi ambaye yeye kazi yake kubwa ni kusafirisha abiria, lakini kwenye manyanyaso makubwa yanakuwa upande wa malori, kwa sababu dereva huyu wa lori, mimi nimeendesha basi bahati nzuri sana na nimeendesha lori ninajua, japokuwa daladala sikuendesha sana lakini nimekuwa nikipiga sana kelele na watanzania walio wengi wamekuwa wakinisikiza, pengine hata imefikia hatua wa wamiliki waka, wakaanza kuvichukia vituo vinavyonikaribisha kama Azam TV. Kwa nini leo wamemwita wa tena? Kwa hiyo kumetengenezwa kitu fulani hivi na hawa wamiliki, lakini ukweli, hii hii ni moja tu iliyojitokeza, tukiachana na, na makofi na nini na nini, hayo tuyaache, lakini hatua tuliyofikia sasa ni pale ambapo tumeanza na malori. Kwenye malori <laughs> tuseme ndiko waliko wababe wa usafirishaji kwenye mabasi si sana, kwa sababu wao wanaweza wakarekebisha. Tulisema tuanze na maroli tukiwa na maksudi mazima, na hata tulipokwenda kwenye mazungumzo wanakuja kama wanajazba hivi ya kwamba wao ndio ndio nchi ndio, ndio serikali hivi mnataka kusemaje na nini? Yani wanatumia zile nguvu za mamlaka na fedha walizonazo. Na ukiwaangalia ni vijana wadogo ambao wameanza masuala ya, ya usafirishaji, basi tuni kwamba Mungu kawapa. Lakini sio kama sisi tulioendesha magari kwa muda mrefu ambapo tunajua athari ya dereva ni kitu gani. Kwa hiyo tumeanzia hapo na kwa bahati nzuri sana walisema tulete mapendekezo yetu. Tumepeleka mapendekezo yetu upande wa malori na tarehe kumi na tisa ilikuwa tarehe ishirini na tisa tunakutana sasa, kwa sababu na wao watakuwa wamesha jadili, kwa sababu sisi tunakwenda kama wawakilishi. Sisi ni viongozi wa, wa madereva na wao wanakuja kama viongozi wa wamiliki. Kwa hiyo sisi tumekwenda juzi, tulikuwa kwenye ziara za Tunduma huko na Mbeya, tumetoka kwa taarifu katika zile boda ambazo tunaamini kwamba madereva wengi wa malori wapo. Tumekwenda kuwafahamisha kwamba sisi mapendekezo yetu tumepeleka haya, madereva wameyapokea, kwa sababu tunajua gharama za, za nchi za nje na, na wao sasa wamekwenda kujadiliana. Kwa hiyo naamini tarehe 19 tutakapokutana tutakuwa tumemaliza swala la upande wa Maloli, halafu tunakutana sasa na upande tarehe 15 tunakutana na wa mabasi, halafu tutamali, tutamalizia na kero za upande wa wa daradara. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hatua tuliofikia na ripoti ambayo tumempa Mheshimiwa Rais ni hiyo, lakini najua kuna ugumu wake. Kuna ugumu kwa sababu wamiliki wamezoea, yani wamezoea kupata faida kubwa. Yani hii tunayoidai wao wanaona kama tunataka kuwadhulumu. Na ndio maana unaona tunakuwa mimi niseme kwamba mtu anaposema kwamba ninakaa na wafanyakazi wangu vizuri, hakuna hata kidogo. Hakuna dereva asiyekuwa mwanachama wa chama chetu, iwe hapa Azam tunao wanachama wetu, iwe Muhammad Enterprises wote tunao. Hakuna maelewano mazuri ukikaa na madereva kati yao na wamiliki. hakuna na hasa inapofika lile swala la maslahi, mimi inanisikitisha sana, na ukweli, nimekuwa mkweli, nimekuwa mwazi, nimekuwa mkweli sitaki kuchukua dhuruma sitaki kuchukua hela kutoka serikalini wala sitaki kuchukua hela kutoka kwa miliki kwa sababu ninajua athari na madhara anayoyapata dereva kwa hiyo nimekuwa ninasema sana na nitaendelea kusema mpaka mwisho wa maisha yangu. Nitasema, kero hizi nazijua, na tabu nazijua. Hivi ninavyoongea mdogo wangu wa kutoka tumbo moja amekwenda kwa mileji ya laki tatu leo ni mwezi wa tatu yuko Kongo hata sasa tukimpigia simu yuko Kasumbalesa hajarudi kwa hiyo, na, na kwa hiyo napata shida ya kujiuliza ni mmiliki gani anayekubali kwamba gari yake ikae miezi mitatu kwa dola elfu sita tu kwenda? Sidhani, lazima kuna siri nyuma ya pazia, lazima pale kuna malipo ambayo anachajiwa yule aliyepeleka mzigo. Uh, sawa nakubaliana nawe, lakini hebu twende hatua kwa hatua. Naam. Uh, swala kubwa, mlipokuwa mnazungumza, hata wakati mnakutana na Rais ilikuwa ni kuhusu mikataba yeah. Uh, hali ya mikataba iko wapi mpaka kufikia hivi sasa? Si nzuri kwa sababu uh, hmm, mikataba inayotajwa na Sumatra hmm, iko Sumatra, ipo Sumatra, sijui kwa maana hiyo utakuwa umenielewa, haiko kwa dereva yeah. Labda, labda, labda, labda fafanua kidogo mikataba hii. Kuna ujanja unaotumika kati ya mmiliki na wizara hii ya Sumatra, kwa hiyo mmiliki anachukua picha ataweka hata kama ni, ni ya kwako kwa mtangazaji hapa ataweka, lakini gari analokuja kuendesha ni Bwana Rashidi. Kwa hiyo mmiliki Sumatra anasema tunayo mikataba halali elfu sita. Sasa twende kwa dereva basi, hapa ndio kwenye sasa, sasa, hiyo, hiyo mikataba ambayo iko Sumatra imepitia wapi? Maanake ninyi ndio wahusika, mikataba inataka ipitie kwenu mupeleke Sumatra. Sasa ina maana ni kwamba mmevukwa me, kwa, kwa namna fulani Uh, mmiliki akenda moja kwa moja Sumatra ndicho kinachofanyika. Na hata ukitizama siku ambayo tumemkaribisha tarehe tatu pale mheshimiwa rais alimuuliza mkurugenzi wa Sumatra kwamba hawa ndio mashahidi wanaotakiwa hota, wana kuwapeni siri kwa nini hawajui kinachoendelea? kwa hiyo kwa kweli <laughs> mchezo huu wa, wa, wa, wa fedha una kisiri sana katika wizara zetu. Na mimi mwanzoni nimekuwa nimekuwa nikishtumu sana hi, hii ni sana serikali serikali hii niweke wazi kwa nini inawabeba watu wenye fedha? lakini siku tulipokaa na mheshimiwa rais kabla ya kuingia ukumbini, tukakaa na watumishi wa serikali walioonekana dhahiri kujikanyaga mbele ya rais, kwa, kwa sababu ina maana sisi hoja zetu zilikuwa zinaishia Mwembe Chai pale, yani malalamiko yetu yalikuwa yanaishia Mwembe Chai. Kwa hiyo hata Posta pale achilia mbali hata, hata pale tu Mahakama Kuu Kisutu yalikuwa hayajafika. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukipiga kelele, yanafikia huku taarifa ambazo zinamfikia rais, hawa ni wahuni, mzee achana nao Mambo tumeshayamaliza, mambo mambo, tume... kwa sababu hoja alizokuwa akizihoji mheshimiwa rais, kupitia kwa wale watendaji wa wizara ya kazi mule ndani, ilionekana dhahiri hakuna kitu ambacho alikuwa anakijua zaidi ya kudanganywa. Kwa hiyo watendaji si waaminifu - sio, sio ngazi za juu. Ngazi za juu zinapelekewa maelezo tofauti.